Uh, ubishano antre kati ya jeshi ikafikia upoent huu, watu wakapiga ma, masasi na ile masasi ikaumiza, e, watu mpaka hivi atukiajua, bila tutaitangazia, na tuna regrete, tuna kondane na tuna pana na kondoleanse, tuna pongezi kwa jamaa ilipoteza wale watu, na tunatangazia tena raia, kawambia kama kwa kweli ile kampeni yetu ilikuwa tunasema kama tutafanya tuweze kuangalia njia mbaya na njia mzuri, tuangalie wafanya mema na wafanya mabaya, tufanye tuvitenganishe, de fason ke uzuri upite juu ya mabaya, kwa sababu mabaya haiwezi kujenga eh, jiji, haiwezi kujenga mji. Mazuri ndio kujenga mji. Sasa tutafanya tutaakselere ile kampani ili tuangalie jinsi gani tunaweza kubadilisha mambo, kuboresha mambo, na hii mahali mbalimbali tuko napitia, tuna, tunatoka mbali zaidi tunaenda na tutaendelea kupiganisha ile fason ke mambo yongoke mzuri, na nafikiri tutakuwa na reo ya securite kesho, na a partir ya pale tutakuwa na rapor zote na tutatangazia raia nini iliweza kupitia. Natafuta kuambia tena raia wakue kalme tayari mambo iko salama na waendeleshe kazi zao sans probleme. Na tunawatangazia kama tuko tunaendelea na vipindi vya vareunio na vastrateji mbalimbali ya kuweza kumaliza ile mambo ya ya tunaita mukifaransa ba, ba antivaleur yenye iko ina, inaendelea kusonga ku, mbele hapa kwetu Uvira. Donc mji haiwezi kutengenezwa na antivaleur Muji natengezwaga na bavaleur, ba, na, na tuko tunaalika watu wote tujiunge, sababu ile mtu mmoja nyuma ya avaleur na ndio tutaweza kujeuza na kushinda mtu yeyote mwenye iko na nia mbaya juu ya mjini yetu. Sio mimi. Jana kumeitishwa kikao eh, ambacho umewaalika raia eh, wa jiji la Uvira kushiriki. Baada ya kikao hicho, sijui nini maoni yako dabo nitafuta kukumbusha juu ya nifanyale kikao nifanya kikao. Uh, juu nilitafuta kukumbusha uh, nakuwa miezi kumi tayari ninasimamia mm -hmm. jiji la Uvira mpako, uh, mambo nimeona mpako mambo nimesikia, na nitafuta uh, kualika raia ni mupropoze njia na proposisi ya njia ilikuwa ya kutafuta kuonesha kama sisi si watoto wa Uvira, tunayo intere ya kuweza kusuporte si president de la republique monsieur Felix Antoine Tshisekedi. Uh, tumeisema kuhusu, unaona sisi tuko mwinchi na tuko mjiji inaitwa Uvira na Uvira ndio kwenye tumezivia uh, adui mwenye kutafuta kuvamia Kongo na ile ni grasi ya uzalendo. Sasa uzalendo yenyewe yenye tunaitwa leo uzalendo vote jue, kama wenye kuitwa leo wazalendo siritu au wenye wenzetu wakamata silaha jana, hawakuwa hapa ndani ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya jiji walikuwa mpori. Me ni Raisi Tshisekedi si ndio mwenye aliwaruhusu warudie ili zile nguvu zao zisaidie ubovu mbalimbali tuko nayo ya kuweza kustope na tayari imefanywa tafuta kuonesha kama mzalendo wa kwanza na wa kweli ni ule rais wetu. Ya pili eh, Uvira kwa leo kwa kweli, ukiona Uvira ya leo na mtu mwenye akukua eh, anasikia Uvira para vita na anakuja leo aone jinsi Uvira iko tayari kwanza leo Eh, kapital ya, ya province inakuwa hapa kwetu. Ukiangalia jinsi mambo inabadilika hapa, ukienda kule kambo ya, ya, ya, ya frontiere ukiingia kule kutokana chantier anajenga batima mpya, barabara yenye haikuwa na, na goudron eh, kutoka kufrontiere mpaka kavivira kwapartir kavivira kwenda kuporo wanaujengea boulevard moya yenye haiexistaka hapa, wanatujengea pia ngambo ya Rutemba kule E, soko kubwa yenye haya, haya kwa vile vitu vyote hii wakati moja, nitafuta kusema kama kweli rais wetu anatupenda, na mtu akikupenda ifa na wewe umpende umuoneshe, kama na ndio maana tulikuwa ile kikao ya jana na watu walikuja e, kawaida ya pili tutafuta kutangazia watu kuwambia kama leo na hali tuko nazo donc tuko na kambini kaa moja ni kaa ya Republiki, tuko hapa Uvira, tuko murepubliki demokratiki du Congo, meme hata wenzetu wako ngambo wengine kule wako murepubliki demokratiki du Congo ba, ba me bamevamiwa na waasi eh, na waadui. Sasa wale waadui hawatafute pia kujenga, wanatafuta tu pia kudhibiti eh, maeneo yetu alors unakutana sasa pako watu wenye leo wako hapa Republique Demokratik di Congo, mawazo yao ama komportema yao haiko ya kujenga. Tunawakompare sawasawa na wale wenye wao wanatuvamia. Alo sasa, kama tunajiretuve mkaa moja, awa wanatafuta kutengeneza, wengine wanatafuta kubomoa. Sasa unakutana wenye kubomoa petetre wako wengi, akuna mwayemu sasa muavance na mnampatia njia ule mwenyeiko natutafuta akwya atuingilie juu mambo ya yaharibike davantage, na tutafuta sasa kuambia watoto wa Uvira tusimame, tuungane, tusikue distre, tuyue kama ule eh, ule mwenyeiko anatafuta kutuvamia iko, anatafuta kwenye sie tuko na mizozo kati ya rasie njo aingilie pale. Ne, tukiungana tuka vitu kimoja, sisi wote nyuma ya rais wetu, nafikiri wale watu wataishiwa na tutawatosha, tutawafukuza kuvamia inchi ya Republique Democratique du Congo. Alors nje ilikuwa pia, maana ya ile activite ya, ya jana ilipitika vraiment vizuri zaidi, me mwisho palitokea matokezi moya, haiko pale kubitingi ndio litokea hapana Nailikuwa e, uh, ubishano entre e, nani e, e, na kati ya jeshi ikafikia e upoent huu, watu wakapiga ma, masasi na ile masasi ikaumiza e, watu mpaka hivi atukiajua bila tutaitangazia na tuna regrete, tuna kondane na tunapaa na condoleance Tunapongezi kwa jamaa ilipoteza wale watu.